Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Sayyiduna Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Wa e, watukufu waheshimiwa Islam, wapenzi wa channel Saif Dor TV. Wa e, kwa siku ya leo tunakuja tukujuze yanayojiri kuhusiana na channel yetu hii Saif Dor TV. Saif d'or TV kama inavyojulikana ni channel ambayo inakusaidia kuweza kujua itikadi safi na itikadi isiyokuwa safi. Sasa, kutokana na hiyo hali, kuna mtu tulikuwa tukiishi naye katika siku zilizopita tulikuwa tukimrekebisha e, kutokana na swafa mbovu walizokuwa wakizifanya katika uwanja wa Stade ya Kadutu wakati wa sala ya Eid. Kusikana na sala ya Eid, jamaa kila wakati tuliwakataza tukawaambia kwamba zile swafa e, za vipande vipande wanazozifanya ni makosa katika sheria, tulivyokuwa tukiwakataza mashehe. Sasa yeye ambaye anaitwa Abdulhamid ama Amidu akajipatia hiyo. Tulipokuwa tukiwarekebisha mashehe, tuliwanasihi mashehe wa Bukavu, tunawaambia kwamba wasiongeze tena kufanya jambo kama na hilo, maana si katika sheria kujaza swafa ya pili kabla ya kujaza ya kwanza, si katika sheria. mashehe wakasikia wakasema, inshaallah mwakani watajitahidi hawatorudilia hiyo jambo. Lakini kwa sababu ni sisi masalafi ndio tulisema hii maneno, kijana Abdulhamid, akaona kwamba ni bora aje tu atujibu ili atudhalilishe, tuonekane kwamba atufai sijui na nini, mpaka anasema kwenye video zake anadika eti, uongo wa mawahabi kama unavyoona pale, tizama pale. Eti uongo wa mawahabi. Sasa hii sisi kwetu, sisi kaonesha kwamba maana yake wasia tuliowapatia mashehe sio wasia, bali wanaichukulia kama vile ni jambo ambalo ni la kawaida, bali tunawaonea ni fitna tunaletea, tunawazushia fitna, hatutaki kuwashauri katika yale yaliyokuwa ya haki. Ndo akatuonesha hivyo, na kutokana na hiyo akaanza kutudhalilisha katika video zake tulipotoa hiyo nasaha, ye akaja kama vile eti anakuja kuradi <laughs> allahu mustaan. Tulipoona kwamba ana radi maneno tuliyoyasema sisi hatukuridhika tukasema, hapana, lazima tubainishe haki. Tukarudisha radu yake tukampiga tuka, tuka radu nyingine ambayo ilikuwa ni ya kurekebisha maneno aliyokuja kuyasema na jambo la, la, la, la pili la kuonesha hapo ni kwamba tulipokuja kumrekebisha tukamwonesha, ya kwamba yeye si levo yake kutujibu sisi si, si levo yake, kwa sababu bado hajasoma tukamwambia, ndugu yangu, wewe soma kwanza, achana na haya mambo ya ikhtilafati kwa sababu haya sio katika mzani wako, yani sio levo yako wewe, kwa hiyo utaanguka bure. Mm, tizama hata kiarabu chako sio kizuri, tukamjibu kwa hiyo video. Ambayo ilikuwa ya kwanza tulipomjibu hivyo, akawa ameonesha kejeli, akua kuitika kwamba tumemkosoa jambo ambalo yalikuwa sa, sahihi, mpaka tukafikia kiwango cha kumwonyesha kwamba hata kiarabu bado hajajua. Ni bora ende akajifunze kwanza kiarabu kabla ya yeye kuja kuzungumza e, mbele ya watu na kuanza kuwarekebisha watu ambao wana wana viwango vyao katika ilmu. Akaja na kejeli anatujibu, anaonyesha mambo ya kejeli sana, mpaka sisi tukamwambia ya kwamba haya unayoyafanya hayakustahili wala si levo yako. Akafikia kutuambia ya kwamba eti yeye anataka kutufunza namna wanasomaga vitabu baada ya kumkosoa alivyokuwa akisoma vibaya tunamkosoa maneno sijue yara, wa yarakizuna tunamwambia sio wayarakizuna ni wa yurakizuna yurakizuna tunamkosoa hivyo e, e, wayustahsanu anasema wayastahsanu wayastahsanu hakuna hivi tu kama na hivyo Hmm? wayastahsin wayastahsan ajue wapi wanatia kasra wapi wanatia fatha wapi wanatia nasbi hajui hivi vitu , lakini anapenda tu akangamie, eti akuja ya yatujibu ili kule kwao kumasufi mm, wampatie daraja kubwa kama anavyojitaga, eti yeye ni kadhi, eti yeye ni kadhi, ndo wanampatia daraja eti kadhi wa Bukavu. Sasa jamaa, haya yanampatia ya ya kibri, anakuja mpaka anataka atujibu tulivyomsahisha, akusikia anakuja akaonekana kwamba amesikia tu moja, lakini mengine alikuwa hayasikii. Akaja tena kuturadi katika hii radi yake ya pili, ndo alichemsha zaidi, mpaka akajitapa huko kwao kwamba kwa safari hii Saifullah hatorudisha hatu, hatu radu hii radu hii hatoirudisha kwa sababu nimempiga msumari kweli. Ah, jamaa, nilipokuja watu wananipigia simu, Shekhe, mbona tunaona mm, kijana fulani kakujibu ni na nini, unasemaje? Nilipokuja kutizama hiyo video nikacheka sana, nikasema, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Vipi mtu anaweza kujisifia mpaka kiasi hicho, eti kwamba anataka kunifundisha namna wanasomaga vitabu? Sikiliza pale, hapa tutataka kumuonesha namna ya kusoma kitabu, tutataka kumuonesha namna ya kusoma kitabu, kwa sababu yeye amejidai kwa tunasoma vitabu atuelewe yeye ndio mwenye kuelewa. Tumuoneshe jinsi wanasoma vitabu. Eti anataka kunifundisha namna wanasomaga vitabu! mimi nikasema, basi Tusikilize yule yale mafunzo, kwa sababu mi napenda ilmu sana. Mimi bado mwanafunzi na napenda ilmu sana tusikilize, anataka kunikosoa nini? Nilipomsikia sasa, nikasema haya, ndo haya ndo anasomaga hivi vitabu, ndo namna wanasomaga vitabu hivi. Hata wanafunzi wangu wadogo ninaowafunza Kiarabu eh, wale mubtadiuna wale hawawezi wakasoma vibaya kama alivyokuwa akisoma jamaa. Nikaleta mpaka video nzima ambayo utaiona chini ya hii video kwenye channel yetu, utaiona wana, nilivyokuwa nikimrekebisha katika Kiarabu. Sasa hiyo hiyo jambo nikamrekebisha kwenye Kiarabu mpaka kuonesha namna hajui kitu, shekhi. Fasi ya nahyu anatia naha naha, anhu nahyu, eh? au takio kusema hivyo Sio hivyo bali ni ma manuhiya anhu nahyu tanzih. Anaona kama vile ile ya upale ya pointi mbili chini, anaiona kama vile aliful aliful maksura ndoksi, anaiona yeye ikasema haya ni mambo ya maajabu sana, matata haya. Nikawa nimemrekebisha nikamwambia au unatakiwa kusoma naha bali ni nahyu. Sehemu nyingine anasema eti, sijui asharu ndo Mwenyezi Mungu. Asharu sio Mwenyezi Mungu, bali Qurani ndo asharu, lakini Mwenyezi Mungu ni ashariu. Alisema maneno mengi sana ambayo sitaki ni arudilio. Ukitaka kuyafuata, ingia kwenye hiyo video ya chini. Baada ya kumraddi hii raddu kali tena kwenye blackboard nilikuwa nikimradi pale na mrekebisha baada ya kufanya hii, jamaa mnajua alichokifanya Uislamu. Baada ya kuaibika, anaona kama kweli nilichokuwa nikimwaahidi mwanzoni, tangia mwanzoni kwamba we si level yako hii ya kuturadi sisi, haujafikia kiwango chetu bado. Yeye akaja sasa kuona alipopata aibu mbele ya watu wote, wanaonesha kwamba nilikuwa nikimradi na mwandikia kwenye E, blackboard hapo kwenye tablo na mwandikia namna wanavyotamkaga maneno ambayo alidai kwamba atanifunza katika katika eh, kusoma kiarabu vitabu. Naam, kwa hiyo ni kuseme tu kwamba jamaa, tahamaki ni kwamba alijizima data jamaa, mpaka kafikia, alikuwa amesha sambaza kwenye magroup hiyo video yake ambayo aliniradi eh, mpaka kafikia ndani ya hiyo video anatia picha ya mke wangu sijui tu, tulikamata picha hiyo siku ya Idi. E, mke wangu mkono wake sijui ilikuwa inaonekana, ilidhihirika na ikutakiwa kuweza kudhihirika, nikamwambia ni jambo la kawaida. Namwomba Mwenyezi Mungu anisamehe kutokana na hiyo, kwa sababu si vizuri katika sheria. Naam hata kama yeye aliitia haya ni kwa sababu ya kunichokonoa ili nisiweze kumuradhi tena, maana yake nikasirike, tuanze tu kujibishana vibaya, watu waone kwamba hakuna tena faida katika hizi radhi tunazozifanya. E, wasiafate tena wasiyafatilie, wasiyasikilize, waone kwamba ni matusi tu ndio wanakuwa ndani yake na ile hali, malengo yangu sio sio hayo, malengo yangu mimi ni kudhihirisha haki watu waweze kuifuata haki, lakini yeye akapenda azitie atie chachu ndani ili nisiweze kumjibu, na akajisifu kabisa huko kwao e, eh, kwenye msikiti wake ambako wanamuitaga kadhi. Akajisifu kwamba kwa eh, kweli safari hii Saifullah hatoweza kujibu tena, kwa sababu amesha nichokonoa mambo ya mke wangu. Lakini nilipokuja kumjibu nikam nika, nika kontune maneno yake nikamwambia kwamba ndiyo, tunakushukuru e, eh, umetuhusia jambo la muhimu la kuweza kumrekebisha mke, mke ili aweze kuvaa vizuri kisheria kama mke wa shekhe. Unaona? Na alhamdulillah nilimsikilizisha mke wangu hiyo video na amesikia kabisa atarudilia tena inshallah taala. Kwa hiyo sasa jamaa alivyoona narudisha hiyo radio alisema sitarudisha. Niliporudisha na nikairudisha kwa mafunzo mbalimbali mbali, na kumrekebisha sana. Jamaa alichoka kichwa mpaka tahamaki akafanya nini? Hiyo videos alikuwa ameshasambaza kwenye YouTube, kwenye Facebook, kwenye WhatsApp alikuja akazivuta. Akavuta kwenye akaunti yake ya YouTube akavuta kabisa. Ah, mimi nilipokuwa nikita nikita nikita nikita kumuonesha mtu mmoja, sikiliza alivyosema, kwa sababu msizani kwamba namzushia eh. Natizama hivi video haionekani tena, ndio nikaanadi kwenye hiyo group yangu Aqidatu eh, eh Aqidatul Wasatia, nikaandika mne ndani kwamba jamaa akavuta video kwa nini? Amepata cha moto mpaka anavuta video <laughs> Naam, kutokana na hiyo, tizama hata hapa kwenye ka video kidogo nilifanya ka kutazama namna e, kwenye simu yangu nilionesha namna nilikuwa nikitafuta hiyo e, video yake, sikuipata, tizama pale. Naam, nadhani hapo tayari unaona pale, namna alivyokuwa ali, tunamtafuta tunatafuta hiyo video, wanaandika kwamba cette eh, video eh, est privé. Make hivi, hii video imewekwa yani kibinafsi, haitakiwi ya mtu wowote kuiona kibinafsi. Nikadhani ni mimi mwenyewe tu ndio sioni, pengine ameniblok mimi nisione, wengine wanaiona nilivyotuma kwenye hiyo group ya aqida tulwasatia, na wao pia wana memba, wakatizama, wakaitafuta kwenye YouTube hawakuiona, ndio watu wakaanza kulalamika na kumchekea na kumchekelea. Wakasema kumbe jamaa alikuwa anajifanya anajua, kumbe hajui kitu, kapigwa radu ya mbavuni, ya ubavuni hapo, anashindwa kujibu, tahamaki anakimbia hata YouTube. Nikadhani ni mzaa shekhe, niliingia kwenye YouTube yake nikatafuta hiyo channel yake na tafuta video zake zote zimevutwa. Shekh kavuta video zote, ili watu wasianze kum, kuzitafuta, waangalie makosa alizokuwa nazo za kilugha. Akavuta zote kabisa, kasoro akaacha tu video, sijui takriban tano. Kuna video tano peke yake kwenye account yake. Tazama pale, nadhani nadhani unaona namna namna alivyoacha video tano peke yake. Sasa mimi nikasema pengine kwenye hii video tano ambazo aliziacha, pengine ndio ambazo anazitegemea kwamba alizungumza vizuri e, katika hali nzuri. Na kweli nilivu, nilivu, nilitazama hizo video nikasema, acha basi nisikilize, pengine kwenye hizi video alizungumza vizuri Kiarabu kilikuwa kilikuwa vizuri, kilikaa sawa. Nikaona video moja ambayo yuko na mwalimu wake ambaye anaitwa shehe eh, kama sikusahau, Sheikh Fadhili wa hapa Bujumbura hapa Burundi, katika nchi ya Burundi, eti pale ndo kwa yule jamaa ndo kwenye amesomea. Sawa, shekhe, nikatizama shekhe wake akawa amempresente eh, akamwonesha mbele ya watu kwamba huyu ni mwanafunzi wangu mwanafunzi wetu huyu, mashallah kijana wetu Ah, nikasema mashallah, kumbe ndo mwalimu wake huyu. Sasa kama ndo mwalimu wake huyu, tumsikilize mwalimu wake, pengine mwalimu wake naye ana makosa kama yeye. Alhamdulillah tulitazama hiyo video kwa insaf, tukutwe na insaf kabisa, tusie tusimzulie. Kwa kweli shekhe wake ki, anasoma Kiarabu vizuri. Anasoma Kiarabu vizuri katika eh, hadithi zote alizokuwa al al al kizisoma, akwali za maulama alizokuwa kizisoma. Alhamdulillah anasoma vizuri shekhe Fadhili siwezi nikamsemeti kwa sababu ana akida mbaya ya bid'a ni na nini, ndio nimsemee kwamba e, alikuwa akisoma vibaya? A shehe mwalimu wake kabisa, mashallah, amesoma vizuri. Sijui kama mengine anaweza kuwa anachemshaga, lakini kwenye hii video ambayo nitakuonesha hapa, alisoma vizuri. Lakini sasa kijana wake alipompresente, ili aweze kuzungumza sasa mbele ya watu, shekhe, wallahi nilishtuka. Tena mbele ya mwalimu wake anapiga makosa za ajabu za kilugha tena mpaka kubadilisha hata hadithi zingine, anazibadilisha maana. Tizama pale alivyokuwa akisoma pale, sikiliza sikiliza, sio walivyompresente kwamba ni mwanafunzi wake, sikia pale. Lakini leo nimempata kijana wangu ambaye na yeye alikuja kuwa pamoja nasi katika kipindi chetu hichi kitukufu, ningempa fursa kidogo, akawatolea salamu e, watazamaji wetu wa TV yetu tukufu, na waziwazi pale kwamba namna wanavyo wanavyompresenter kwamba yeye ndo kijana e, kijana wake sijui mwanafunzi wake. Sasa sikiliza alichokisema alichochamsha mbele mwali mwake, ya mwalimu wake Kiarabu anavyokisoma vibaya, ile kauli ya iliyokuwa katika kitabu al-Ummu ya Imamu Shafi'i, alivyosoma pale eti balaghna balaghna bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, ime e, kisha anaifasiri katika Kiswahili eti imetufikia sisi balaghna eti ndo imetufikia sisi hata mwalimu wake nikamtizama pale pembeni, je amemuona vizuri ama vipi? Balaghna ndo maana yake imetufikia au kuna tofauti katika Kiarabu? Ndugu yangu kwanza kabisa, msikilizeni kisha nikuje nimrekebishe. Sikilizeni katika kitabu chake cha Al-Umm.

litiswalihi binuni almutakallimina wa nunu huna dhamiru muttasil mabniun ala sukuni fi mahali raf'i fa'il. Apa balaghna si ndo tunakuwa sawa fa'il wa kufikisha, tumefikisha maana yake. Ukisema hiyo balaghna yako ambayo ulisoma pale kwa kumsemea uongo Imam Shafi, ungemaanisha kwamba ni Imam Shafi ndo amefikisha lakini iliyokuwa pale ni balagha na imetufikia kwa maana balagha na, eh, imetufikia maanake hicho kitu no kinatenda kitendo cha kufikisha. Kwa hiyo haya ni makosa uliyafanya mbele ya mwalimu wako, na sijui alikutizama aje na sio kwa bahati mbaya ndio ulisema, e, hiyo makosa. Tizama hata ingine, hadithi unavyoisoma vibaya pale, ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, eske Mtume anaweza sema kweli Kiarabu cha hivyo? Hamna hivyo. Sikiliza ulivyosoma ya pia na majirani zetu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema adallu ala alkhairi kafa'alihi kafa'alihi kafa'alihi kafa'alihi kafa'alihi. Ndugu yangu sio hivyo, hakuna Kiarabu cha namna hivyo, hakuna Kiarabu cha namna hiyo eti eti ya kwamba adalu ad ala lkhairi kafaalihi kafaalihi kafaalihi kafa. Hakuna kiarabu cha cha hivyo she, hmm? Kuja katika swarfu tukusomeshe swarfu tukuonyesha ya kwamba swarfu itakufunza na kukujuza namna wanavyotamkaga baadhi ya maneno hmm? Sio adalu ad ala lkhairi al kafaalihi, bali ni kafailihi. Hapana, kafaalihi kama ulivyosema, sio kafaalihi, ni kafailihi. Adalu ala alkhairi kafailihi, mwenye kuonesha jambo la khairi ni kama vile, kama ulivyosema pale, kama mtenda ulivyosema pale, ni kama vile mwenye kutenda hicho kitendo. Mwenye kutenda kitendo wanamuitaje? Faalihi au fa'il, fa'ilu ndo mtendaji wa kitendo fa'il, sawa na fa'al fa'al sio mtendaji wa kitendo kama ulivyomtaja pale, ti ndo mtenda. Sio mtenda, sikiliza pale, sio mtenda ndugu yangu, sio mtenda bali. Hakuna Kiarabu cha kusema eti mtenda ndo faal. Ah, hakuna hiyo, bali faal, faala ni ni wazni ya fiilu ambazo zinakuja kama vile daaba yudaibu, unasikia daaba ndo wazini yake inakuja faala. Hapana, eti mtendaji wa kitendo ndo aanze kuitwa eti faala kafaalihi, hakuna kiarabu cha namna hiyo. Bali hii unaisema mbele ya mwalimu wake, na nilivyosikia kwenye hiyo video, mtu akirudia aisikilize kwenye chaneli yako atasikia pale. Baada ya kusema tu kafaalihi, mwalimu wako alipita na kunongoneza pale, akasema kafaalihi akakunongoneza pale mwenye kuhimiza kwa sababu alisikia unavyokosea sasa nikaona kama ah, kumbe jamaa alivuta hiyo video hizo video zake kwa sababu ya kusikia aibu kwa sababu kila wakati akisema anakosea na ndio kila siku mimi namwambiaga huyu jamaa yangu yeye ni mtu ambaye kila akizungumza anakosea hata akipatia anakosea na akikosea anakosea na huko kukosea kwake kila wakati ndo kukosea kukosea kabisa. Unasikia? Kwa nini namwambia hivyo? Kwa sababu usizanie kwamba namuonea, namwonea, sijamwonea. Tizama kwenye kila siku fii kija neno inakuja mbele yake inakuja kwa kasra, si ndo kupatia hivyo? Sawa, tizama alivyosoma kwenye video yake ingine, jaa ila makati bijaishin kabir. Sasa yeye katika ujinga wake kwa sababu hajui lugha ya Kiarabu, hajui kama Makka ni katika asmaul alam. Unasikia, ni katika majina ya al alam, ya, ya ulimwengu. Unasikia, ismu lalam ikija inakuwa mamnuu min asarafi. Unasikia, na kutokana na kuwa ismu lalam inakuwa mamnuu min asarafi, Makka pale kutokana na kwamba ni jina ya ulimwengu alitakiwa kuisema ya kwamba Ila makata. Kwa sababu asmaul alam katika lugha, kanuni ya lugha inasema ya kwamba asmaul alam yunsabu wa yujarru bil fatha, huwekewa majrur, huwekewa fat mansub kupitia fatha. Maana ukishaweka fatha tayari umesha umeshapatia umeshapatia katika kuijalia kuwa jari Unasikie, ndio maana nakwambieni ya kwamba jamaa hata akipatia anakosea. Unaona, kwa sababu ya namna hiyo sawa. Kwa hiyo mimi, kama mimi, angeniomba ushauri, ningemwambia ya kwa kwamba vuta hizo video zako zote za YouTube, kwa sababu zote zina makosa. Hii ambayo uko na mwalimu wako umekosea, hii pia ambayo uko unazungumza kwenye maulidi, ulidhani uli, uli kwamba ndio yenye haukukosea ndani yake, bali pia ndani yake umekosea. Kuna makosa mingi niliona katika hizi video mbili ambazo sina muda wa kuweza kuzingilia, lakini shauri yangu ni hii kwako, kwenye hii video ya ambayo uko na mwalimu wako pale Sheikh Fadhili, ningemwomba Sheikh Fadhili kama ananifuata hapa, akushauri urudi tena shuleni, akufundishe. Nilimsikia yeye anasoma vizuri vitabu anasoma vizuri baadhi ya kalimati za, za lugha akufundishe tena vizuri, maana e, alirate katika kufundisha, amepiga pembeni kabisa katika kufundisha. Haujaelewa kitu katika aliyokufundisha pengine, au pengine yeye ndio uslubu wake wa kufundisha sio mzuri, abadili uslubu, maana mwanafunzi wake anatabani, ana yuko tabani sana katika lugha hmm? Na kushauri, rudi katika shule, ndugu yangu Amidu, rudi katika shule ndugu yangu. Acha kujikweza kujiita eti kadhi kadhi ya Bukavu, unatupatisha aibu. Sikiliza pale, angalia namna pale wanaandika kwenye hii video, tazama kwenye hii video hapa wanaandika eti kwamba wewe ndo kadhi wa Bukavu kama nilivyotangulia kusema sabaha mufti kadhi wa Bukavu wangu wa wa ambaye hajui musanna bima bima yujarru wa bima yunsabu ismu alalam bima yujarru wa bima yunsabu haujui eti kadwi kadwi, asiyejua yau yenye kuwa na nukta mbili chini yake na isiyokuwa na nukta mbili inaitwaje na zinatumikaje katika sentence kadwi, mwenye makosa nyingi za kiarabu za namna hizo. Kitu ambacho kinanishangaza kila tukizungumza na wewe, nikifanya hiwar na wewe kwenye masala ya raddu na kukuta na makosa za kiarabu sijui ni kwa nini. Wallahi sijui ni kwa nini. Tazameni kwenye hii channel yangu Saif d'or TV, tazameni video za zamani, mtaziona kwamba kila sehemu ambako nilimradi nikisema eh, raddu kwa mzushi, mtazame vizuri kama ni yeye, mtakuta kitu ya kwanza naanzia kumkosoa Kiarabu, kumkosoa Kiarabu maisha yote hivyo ndo naanzaga, manake ni mtu ambaye bado hajajua, lakini anajikweza yeye. Kule kule kule msikiti wake wanamjua kwamba yeye ni kadhi, kigogo, kiongozi <laughs> Kiongozi asijua kiarabu. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jamaa kavuta kavuta video zake zote kwenye YouTube. Kama unanibishia ingia kwenye channel yake mtafute, kama wewe ni rafiki yake, kama wewe ni mwalimu wake, kama wewe ni nani wake, kama wewe ni shabiki wake, mtafute. Amevuta video zote, akakimbia mjadala, aliona cha moto. Huko utachezea masalafi? Sisi, sisi, sisi tunasoma alhamdulillah, na tunaendelea kusoma na tutoacha kusoma. Unasikia sheikh, sisi tunasoma tutaendelea kusoma, na kuile kikundi yenu wengi wanajipatia masifa, sijui mimi ndo mufti, mimi ndo mimi ndo sijui em eh, mimi ndo kadhi, sijui mimi ndo kadha wa kadha, mnajipatia masifa mengi na ile hali haya laik na levo zenu ndo tatizo kwenye sharia, tabani mko tabani nyote pale kwenye lugha ndio tusiseme, taabani ya ubani ndiyo, kila mtu anaweza kuwa na makosa ya lugha, hata mimi naweza kuwa na makosa ya kilugha, lakini sio kama unavyokosea wewe. Hapana, kila wakati, kila wakati, la hasha wa kalla. Hayo skani, acha nimalizie hapo. Kwa hiyo, Abraha alikuwa ni, ni mwenye kibri, na hii ndio sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila anayekuja na kibri Allah hushusha, na kila anayekuja kwa kushuka Allah subhanahu wa ta'ala humuinua ishapata aibu na hatuweza tena kujibu, inshallah taala. Kwa hiyo channel yetu Saif d'or TV, kama ilikuwa ni mara yako ya kwanza, uweze kujiabone ama kusubscribe kwenye channel yetu hii, ili wewe unafuata mada mbalimbali za, za kuweza kujuza amru bil maruf wa nahyi anil munkar yeah, zinakujuza mambo ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya, inshallah taala.